MJTV. Leo nipo katika mtaa Ilala Mongoni katika chuo cha uandishi wa habari. Nimekutana na dada hapa atajitambulisha, alafu nitamuuliza swali. Dada, mambo? Oh. Habari yako? Salama. Unaitwa nani? Unasoma darasa gani? Uko mwaka ngapi? Ah, naitwa Zuena Rashid, nasoma Dar es Salaam School of Journalism, diploma ni A, niko mwaka wa pili. Okay, naomba nikuulize swali. Je, unahisi ni nini ukifanya kwenye maisha yako, yani kwenye siku zako yani kila siku na hisi kitu ni kikufanya kina kupa furaha yani kitu kikufanya hisi kina kupa furaha. Mimi kwa upande wangu nina vitu mili ambao vinanipa furaha zaidi kwenye maisha yangu ni hapana. Cha kwanza ni nikitafuta hela kwa jasho langu, unjue mimi ninavyoona kwenye maisha yangu, hela ambayo natafuta kwa kwa jasho langu na uwezo wa kuifanyia kitu chochote na kuwa na uhuru nayo, naweza kufanyia kitu chochote na mtu asinunuze, tofauti na hela ambayo mtu akinipa, anaweza kuniguide bwana fanyia hivi fanyia hivi. Lakini mi nafikiri ninakuwa na furaha zaidi nikiwa na hela yangu mwenyewe, kwamba nimepata elfu tano hii elfu tano, elfu moja ntakula, elfu moja nitatumia kwa dalala, elfu moja nitatumia kwenye hivi. Kwa hiyo nafikiri mimi, hela hela ambayo naitafuta kwa jasho wangu ni kitu ambacho kinanipa furaha sana. Lakini pia kitu kingine ni kuwanunulia vitu wazazi wangu, unajua mimi nina wazazi ambao wanashukuru sana yaani, hata ukimpa 500 ukimnunulia kitu cha 500 atashukuru, yuko proud, ataenda kuambia watu bwana, kitu fulani mwanangu kanifanyia. Kwa hiyo nafikiri ni vitu viwili, hela yangu nayotafuta kwa jasho langu, lakini pia kumnunulia kitu mzazi wangu, kwa sababu mimi wazazi wangu wamenifanyia vitu vingi sana kwenye maisha. Nafikiri ni hivyo. Kwa hiyo, yani, unahisi ni kinini, tuseme kwa mfano, hmm, sisi tuseme, tuchukulie kwa mfano tu hizi nyumba zetu za kupanga, si ndiyo? Ndiyo kwa mama wenye nyumba wanakuwa ah, na kero sana. Hivi unahisi zile kero wezi, yani kwenye maisha yako zinakupa raha? Ah. Nafikiri mimi sijawahi ku experience issue ya kukaa kwenye nyumba za kupanga. Lakini nimekuwa nime na story nyingi sana nimezisikia. Watu, zile kero hazipendezwi. Hata kama mimi ambaye sijawahi ku experience kitu cha namna hiyo, lakini pia hata tu ukikaa nyumbani kawaida, mtu akiwa na kugugu, wewe mwenyewe unakuwa haujifeel comfortable. Kwa nafikiri hazipendezi zile kero, kero za wenye nyumba kwenye nyumba za wapangaji au wapangaji kwa wapangaji, zile kero hazipendezi okay. Pia tukiachana na furaha, ni maeneo gani ambayo unahisi yani uki yaani ukienda unahisi hapo yaani yaani yani, maeneo gani ambayo sana sana unapenda kuyatumia? Ni kwenye kwenye fresh mind kwa maeneo hapana, lakini mimi kitu ambacho na ambacho naweza kukifanya ni ka refresh sehemu ambayo kuna mziki mimi ni shabiki mzuri sana yani, napenda sana mziki, kwa hiyo mziki ni kitu ambacho nikiwa siko vizuri, najisikia vibaya, nikisikiliza mziki anakuwa vizuri hako hapo kwenye mziki. Kuna mwingine anasema yeye kusoma bila mziki hawezi. Wewe pia ni mmoja wao? Ah, mimi kweli mimi mziki siweze, yani CLA, mika, bisa, yani ni mmoja wao. Mimi hukwenda kusoma bila muziki hapana. Siwezi. Yaani naona kama sielewi kabisa. Yaani niweke headphone masikioni niweke earphone masikioni, nisikilize muziki hapo ndo vitu vinaingia. Yaani hapo ya ndo nasoma kabisa naelewa. Yaani unasoma huku unasikiliza muziki. Na yani na vyote vile unavimudu. Eh, najifeel comfortable apo kwanza. Yaani tofauti na vile ambavyo nikikaa, yaani nikikaa mfano mimi nikikaa kwenye watu wengi labda kwenye group discussion hivi au ndo ile testi inakaribia, watu wamekaa wanataka kusoma, alafu mimi nimekaa bila muziki, yaani ninakuwa sisomi. Kwanza mtu akiongea huku nitasikiliza, yaani wananitoa kwenye concentration ile ya kusoma. Lakini nikiweka muziki, najua nasikiliza power huku nasoma, ah, vitu vinaenda tofauti. Na nikiwa na watu wamekaa, alafu watu wanaongea ongea, kwa kweli wanatoka kwenye concentration Buxi, kwa vizuri kumbe. Yani, kuna tofauti ana uelewa, kwa sababu binafsi yangu mimi siwezi, yani mtu nisome hivi huku nasikiliza muziki, siwezi. Nafikiri ni uelewa tu kwelipia mtu na uele wake. Haya ah, naomba uwape ushauri wakubwa kwa wadogo hmm, naomba uwape ushauri yani watu ambao kuna watu sio watu wenye furaha yani, unawashauri nini wale watu ambao wana furaha wafanye nini ili yani wawe na furaha yani kwenye maisha yao. Mtu ambaye kutokuwa kuto na furaha lazima kuwa kuna sababu lazima kuna kitu tu kilitokea kikamfanya akawa hana furaha kwenye maisha yake. Sasa mtu nampa na tu na ushauri mtu ambaye hana furaha, kama anatakiwa achunguze kitu gani ambacho kimemsababisha yeye mpaka akawa hana furaha. Baada ya hapo, achunguze kwenye maisha yake kitu gani akikifanya kinaweza kikampa furaha na hisi. Huo ndio ushauri wangu kwa sababu akichunguza na akatambua kwamba kitu fulani kikifanya kinanipa furaha, basi atakuwa fura fura na furaha kwenye maisha yake, na vile vitu ambavyo vinamuumiza atavisahau. Okay, mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Dada anatuelezea hapa kwa upana na marefu. Usisahau kucomment kushare na kusubscribe. Asanteni.